Kesho Machi 18 mwaka 2025 waasi wa M23 pamoja na viongozi wa serikali ya kidemokrasia ya Congo DRC wanatarajiwa kuwa na mazungumzo ya pamoja katika nchi ya Angola. Ikumbukwe kwamba nchi ya Angola ilitangaza mapema kabisa kwamba inao uhitaji wa kuwapatanisha kati ya viongozi ama waasi wa M23 na viongozi wa nchi ya Kongo ili angalau kusitisha mapigano yanayoendelea katika nchi ya Kongo. Ijulikane kwamba watu zaidi ya elfu saba inasadikika kwamba wameuawa katika mapigano yanayoendelea katika nchi ya Kongo, na mambo haya yanathibitishwa na viongozi wa serikali ya Kongo. Lakini katika mkutano wa kesho, huko katika mji mkuu wa Angola, Luanda, watakutana kati ya viongozi wa serikali ya Kongo lakini pamoja na viongozi wa M23 na msemaji wa serikali ya Kongo Ana Salama amethibitisha jambo hilo, ingawa ame- amesita kidogo kueleza kwamba msafara huo utaongozwa na nani, kwa sababu Rais Felix Tshisekedi hatohusika katika mkutano huo, bali viongozi wake ndio watakaowakilisha nchi ya Kongo katika mazungumzo hayo ambayo yameandaliwa na nchi ya Angola. Lakini pia uh, kwa upande wao M23 hawajasema wazi kwamba watafika katika mkutano huo wa maridhiano ama, ama majadiliano katika kusitisha vita vya Kongo vinavyoendelea kati ya waasi hao wa M23 pamoja na viongozi uh, ama uh, serikali ya DRC. Lakini kwa yote na yote ni kwamba 2025 Machi 18 siku ya kesho Jumanne, imearifiwa kwamba viongozi wa M23 pamoja na viongozi wa serikali ya Congo wanaweza kuwa katika nchi ya Angola kwa ajili ya mazungumzo kwa ajili ya kusitisha mapigano yanayoendelea katika nchi ya Kongo. Ikumbukwe kwamba nchi ya Kongo imekumbwa na machafuko zaidi kuanzia Januari mwaka huu 2025 ambapo vikosi vya waasi hasa M23 vimejaribu kushika maeneo makubwa katika uh, nchi ya Kongo, hasa maeneo mawili huko mashariki mwa Kongo, yani Goma pamoja na Kivu Kaskazini, jambo ambalo uh, huko nyuma pamoja na mwendelezo wa mapigano hayo, mambo hayo hayakuweza kufanyika, ama kundi hili la M23 alikuweza kushika miji hiyo mikubwa miwili katika mashariki ya Kongo lakini kwa sasa kuanzia Januari mpaka sasa, uh, mambo hayo yametokea na hali ya kibinadamu huko Kongo inaarifiwa kwamba si njema sana. Hivyo tujue kwamba hapo kesho Machi 18 mwaka huu 2025, nchi ya Angola kama ilivyojitokeza kwamba inataka kuwasuluhisha watu hawa na kusitisha mapigano katika nchi ya Kongo, basi kesho kutaweza kukawa na mkutano huo kati ya viongozi wa M23 pamoja na viongozi wa serikali ya DRC. Nani watahusika? Matarajio ya wengi ni kwamba uh, kumuona labda kiongozi wa M23 Colonel Nanga, labda kwamba atahusika katika majadiliano hayo, lakini pia wengine walikuwa na matarajio kwamba huenda labda Rais Felix Tshisekedi kwamba naye pia angeenda kukutana na uh, ndugu yake huyu Uh, Cornel Nangaa katika majadiliano hayo huko Angola, lakini serikali ya Kongo inabainisha kwamba uh, Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, hato kuwepo katika majadiliano hayo, bali atatuma viongozi wake wa serikali. Lakini kwa upande wa M23 hawajathibitisha kwamba pia Cornel Nangaa atahusika katika mkutano huo wa majadiliano kwa ajili ya kusitisha vita katika nchi ya Kongo, hasa huko mashariki ambako kuna utajiri mkubwa sana wa madini na ieleweke kwamba mara nyingi ninakwambia hapa kwamba huyu Corneli Nanga kiongozi wa waasi ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kongo na ndiye alimtangaza Felix Tshisekedi kwamba ni mshindi wa ya uraisi katika nchi ya DRC, lakini mambo yakageuka baadaye, yakaondoka serikalini na kwenda kujiunga na kikundi cha M23, lakini akiwa ni mwanasiasa huyu, ijulikane hivyo kwamba pia huyu ni mwanasiasa, lakini kikundi hiki cha M23 pia ni kikundi cha kinachohusiana na masuala ya uh, majeshi ama ugaidi, lakini pia uh, ni kama uambata wa masuala ya siasa katika nchi ya DRC. Huko mashariki hasa ndiko kumekuwa na matatizo makubwa sana na majimbo hayo ya maeneo mashariki, kunasemekana kwamba kuna utajiri mkubwa sana wa madini mbalimbali mbali, na ndiyo hasa kiini cha mapigano ambayo yanaendelea. Je, mkutano huo utazaa matunda? Vita vya Kongo vitasitishwa? Je, madini yameisha Kongo? Angola itaweza kweli kusuluhisha na kuwapatanisha watu hawa ili wakae meza moja na kuachana na vita ambavyo vinaathiri sana raia na mali zao? Tusubiri tuone, ni hapo kesho Machi 18, 2025. Karibu kwa maoni yako <muchasimu>